Hilo ah, ah. Swala la, la, la, la kuoa lini, ni kwamba wewe ukishakubali sasa nampelekea mrejesho. Kama anafanya alichokisema mimi naoa, lakini kama tofauti hapo, tena hatuwezi kwenda sawa. Baba yako mimi namfahamu <laughs> mjomba, mjomba, haina shida hiyo, maadamu umekubali kuoa, hilo ni makubaliano ujue, usiwe na wasiwasi mjomba. Unajua, isije kama mnani rubuni rubuni, afu baadaye Unakuja kuingia mitini tena. Tuwezi wote baba yako, mimi mjomba wako wote tukutanie tu, tu, bwana. Wakati maisha ni nani mziki ni maisha yako. Ila mwanamke e... nitatafuta mwenye. Hapo sasa. Ndio nilijua tu. Yaani vijana sasa hivi bana kwenye swala kuchaguliwa mchumba hapo pagumu. Sasa hapo mjomba tena ndio atakachagulia na mchumba vipi bana? Ah, sawa. Eh, utachagua. Na siwezi kuchukua muda mrefu. Kwa sababu nataka nioe tufanye makubaliano kama tulivyokubaliana mjomba naoa kwa sababu hiyo, yaani singe kuwa hivyo mjomba. Mjomba kwenye swala, unakuwa kwenye studio saa akwenda, na unafikiri

Wena, bi mkubwa. He, hebu njoo bwana, hatokalini wewe kutoka kuoga na kukimbilia kulala bi mkubwa. Wavaa muda wote huo, wavaa joho makubwa haya. Njoo, nataka kutume sokoni, fanya haraka, nataka kutuma sokoni Makubwa, ah, ndovokuwa hapo sasa na. Huoni sasa hivi? Oh, sasa, sasa, sasa, sasa unaendana na jina lako, na na kweli, badilisha na sauti mwanangu, hapo sasa ndio jina la naa limefika mahali si so, naita nao una msuruali, una kofia. una kofia vinaenda nao Eh? lakini hapo sasa mwanangu, na hicho ndicho nilichokuwa nakuhitaji. Najua baada ya muda mchache tu, sina shaka la kuitwa kupata mkwe. Bibi mkubwa, acha hizo bana, nipe hela mimi niende sokoni. ah. napata mkwe na mimi jamani mama na. hey! ha! Mwanangu, hakuna siku ambayo umenifurahisha kama siku ya leo. Sasa nikuambie kitu cha kufanya mwanangu, sasa hivi ingia ndani, piga wanja, mwanamke ni wanja, piga wanja wako, makeup yako safi kabisa, hata ukitoka, najua kabisa. Yes, naye akatoka Bibi mkubwa, unazingua eh. Umeanza poa, basi nipe hiyo hela sokoni. Kaza ah, nimekuambia. Kaji kwa mbona ujipendi? Hebu jirudishe kwenye hali ya kike, umeshakuwa mwanamke mwanangu. Naenda kachukua kajipambe vizuri, nipake na ni hili plastiki ni nini eh? Najua kabisa huko utanasa watu, lazima uwanase mwanangu, na mimi nami niitwe mkwe na eh? Sauti hiyo mwanangu, badilisha Iwe ba sauti ya kike. Tena sio ile mikubwa, sio nini? Ah ah. Badilika. Umenielewa? Ah, nenda, afu kija usikae. Fanya chap chapu, fanya makeup yako, njoo hapo chukua hiyo. Okay, tuachane na hayo. Ehe, usikazi yangu vipi umefikia hapo? Oh, nimekumbuka. Unajua mambo mengi, Jessica. Sasa kazi yako, mimi nishaandaa script zote za video yako binafsi ila sasa mazingira mazingira yanafanywa kasehe, mazingira ya huku <coughs> yeah. ni hata kipi kwanza, na jambo moja ni kwanza kunanaje tukafanyia Tanga mjini. Sikiliza hilo swala, ni mitrani interface, kila kitu usafiri, tutatoka nimehapo imari tu ndio mjini. safari hii usifieni kabisa, mimi nataka nikufanyie kitu kikubwa fanya kitu kikubwa, unajua kinapofika mbali zaidi, na mimi natoka huko vile vile. Jambo litakwenda kama lilipangwa. Huyu hapa, unamuelewa, yuko vizuri kabisa. Mimi nafanya kazi kubwa, nakutegemea. Yes. wala Msio na shaka, ukianguka ni wewe. Mmenikabidhi kazi, nisikilizeni. Fanya jambo kubwa sana. Basi sasa hivi tuna wakati zetu, ngoja tuingie kati. Haina shida. Kwa vipi mwanangu? Mbona nipita eh? Hata salamu mshikaji wangu, mbona hujaniona au vipi? Mwanangu, mbona unanipita kama hujaniona, au dharau? Mshikaji wangu amna, unajua sio kama sijakuona mi yeah, nilivyotoka hivi nimeona kabisa hapa kuna mtu lakini sijajua kama ni wewe. Unajua umebadilika sana, ulivyokuwa leo sijazoea kukuona hivyo, yaani mi nimezoea kukuona upo uo sasa yani, okay. Naona leo umetoka yani kikike, umependeza. Vipi, unasafiri? nipo tu mtaani, acha mambo yako mwanangu, kawaida. Unajua, umenifanya nimebadilisha kidogo mtazamo yaani, kwanza mwonekano wako unafanana kabisa na mwanamke ambaye mimi nataka kuwa naye. Hilo la kwanza, lakini jambo mm, la pili na Mi nitatangaza ndoa. Sio ma, acha zako hizo. Kweli tena nakwambia, haina noma ba. Hayo, baba, na mi nimekubali kuoa. Hongera sana mwanangu hapo tuna gomvi na baba yako, umeisha kwa kufanya maamuzi sahihi. Baba Daudi, umemsikia mwanao? Ndio, nimemsikia, mama Daudi. Na umeshapata koa koa? Pia nimeshapata mwanamke wa kuoa. Hivi kumbe hata mwana mchumba pia tayari ushampata? Haya, wapi uko? Uh, uh, mwanangu pale mtaa wa Bondeni kwa Mzee Malisa na binti yake mmoja anaitwa na huyo ndo msichana anayetaka kumuoa, na nimekuja kuwaeleza hili ili, ili tuanze kufanya taratibu za masuala ya ndoa. Ah, basi uko sahihi kwa maamuzi hayo, ila mimi ninachokipenda labda nikwambie tu, niende sasa hivi nifanye mpango na mjomba wako, nionane naye tulijadili hili basi ya mimi naombe niwache niendelee na shughuli zangu. Haya baba. Haya tutaonana baadaye. Ngoja niishe mboga ya mama, nimechelewa nyumbani na su sinamjua mamaangu, na mdomo wake sio, namjua shoga yangu, ataanza kuongea natokea kule, ataanza kunichamba. Ngoja nipeleke tu mboga, nitakuja shoga yangu

Sasa nisikwambie nini na nirudishie kwambie. Anatoka wapi huko? Sokoni katumwa na mamake. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Kakaangu wewe! <laughs> Hata yaani nimebishana kweli pale na sister Nifa, yaani uwezi amini, nimetoka pale namuuliza sister Nifa mara mbili mbili, yule ni nani? Uwezi amini yani, sija kujua kabisa, yaani umependeza mpaka fujo jamani. <laughs> amefanya kunihakikishia mara mbili mbili bwana, yule ni na wacha nibishane naye kwanza, kanicheka sana yani na mambo nini, iwa mzangu? Leo umetisha. Kwa nini sasa? Unakuja kabati, hmm, zako bwana, naona kama ndio kile ka video deo kanaanza ku. Lakini mimi nilikuwa na wazo zuri. Wazo gani tu? Mimi nafikiri baada ya video ningeomba tu kufanya urafiki mzuri zaidi hapa. Mi nafikiri kama tunatengeneza kapu tutaendana sana mi. Mi nadhani ni vizuri kama tunaweza kutengeneza urafiki zaidi. Kila siku tunaonana, unaongea unaongea, unaongea sana, yaani unaongea kama mangi. Hebu eh, niache bwana wewe wena Safi kabisa tangu jana, fresh tu nipange sasa. Nimetoka shop eh. <coughs> E, sasa kuna nguo fulani hivi nimezichukua. Hebu njoo bwana, tuwezi kujaribu kama zitafaa kwenye kile kichapa chetu. Haina noma chapu, hapo nakuja. Poa, nakusubiri, usichelewe basi maanake mwenyewe anataka nitoke. Poa poa. kaisha <coughs> Bimkubwa, bimkubwa, nakuja hapo mara moja, kuna sehemu naenda chapa hivi. Wewe na umemwachia nani hivi vyombo havioshe wewe? Na hivi vyombo siviingizi ndani na wala sivioshi, utavikuta hapa hapa. Hongera eh bwana, eh, yako. Hongera yako ni noma, mimi nakukubali. Nimekaa hapa na mama wake nilikuwa natwazungumza zungumza kidogo, nikaona kaja mbio mbio mbio mbio mbio. Daudi, sasa ulikoni ulikoni bwana? Baba mimi nishaamua kwamba nioe. Kaona huyo katokea kule bwana, umekubali? Alikubali. Una wewe mwenyewe unikubali? Mimi ni nimekukubali. Acha <laughs> mimi nimekukubali. Wewe <laughs> ni noma. Hivi umeongea ongea naye nini mpaka akakubali kiulaini namna ile? Hapo shemeji, mimi sio mchezo. Eh? Ah, sio mchezo bwana. Ah. <laughs> Yaani mimi na yule mjomba eh, kivyo vyote. Yaani akikataa kwa hivi, tunakwenda kwa hivi. Acha <laughs> bwana. Eh, hey, mimi nakukubali. Kwa <laughs> hiyo lime hilo limekwisha. Wewe ni noma shemeji. Eh. Sasa mimi nilichokiona mimi naona tufanye mpango ili tupeleke posa eh. Hey, hilo muhimu hilo muhimu, na ni, ni taratibu na zinatakiwa zifanywe. Hey, eh, ni taratibu hizo zinatakiwa zifanywe. Kwa hiyo hilo swala la kupeleka posa, mm, inabidi ipelekwe ili taratibu nyingine zikaweze kukamilika. Ah, basi haina neno mimi niende, sawa eh. Hey, naona limeisha hiyo, hilo limekwisha. Aleluya.